Sosiwe sana, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ha, ninaitwa Apostle Ezechiel Moto, Tanzania. So ninamshukuru Mungu kwa sababu ya neema kubwa ya maajabu yasiyokuwa ya kawaida na maajabu yasiyokuwa ya na hesabu juu ya kongamano kubwa ambalo tumekuwa nalo na tulikuwa nalo katika wakati tangia tarehe 20 na 27 mpaka tarehe thelathini ya mwezi wa tatu. Kwa Mungu amekuwa mwema sana, amefanya mambo ya ajabu, watu wamefunguliwa, wameona Mungu, tumemwona Mungu kwa ishara na maajabu. Lakini uh, siwezi nikasahau kabisa, napenda kukumbuka eh, nafasi za watu wote ambao wamepata kumwinulia Mungu tukufu juu ya hii kongamano kwa maombi yao na sadaka zao. Kwa nipende kukushukuru pia kwa sababu ya sadaka yako uliotoa. Unajua, wengi hawajajua kuna nguvu kubwa juu ya sadaka mtu anayoitoa kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya mtu. Aha, kwa ajili ya Mungu. Sasa tukisema kwa ajili ya Mungu, maana kuna watu wanakuja ambao Mungu amewatuma halafu wewe, wewe, wewe unawahifadhi, alafu wewe unawastiri wastiri, halafu wewe unawatunza kwa namna yote, kuna namna yote unafanya. Biblia inasema watahubirije wasipopelekwa? Kupelekwa sio wewe wapeleke, unawapeleka katika matendo, katika kitu ulichokuwa nacho. Sasa umefanya kwa namna ya kuwapeleka, kwa hiyo wewe ni mhubiri pamoja na wahubiri, lakini pia wewe eh, ni mtu wa muhimu kwenye baraka ya Mungu. Kuna watu mmefanya vitu vikubwa sana Oh, Mungu awabariki sana. Kuna watumishi wa Mungu toka nje za nchi wamefanya, kuna wengine toka ndani ya Tanzania kwenye mikoa yetu na wilaya watu wamefanya, lakini pia ni washukuru wanangu wa, wa kiroho watu wote toka sehemu mbalimbali mikoani, wilayani, wote mmefanya vitu vikubwa, mmejitoa mali zenu, mmejitoa fedha zenu, wengine mmetuma kwenye kwenye account bank, wengine kwenye, kwenye Mpesa mmefanya vitu vingi sana, kongamano limefaana, watu wamestiliwa, wageni wamepokelewa vizuri. Niseme Mungu abariki, lakini pia Mungu akubariki wewe ambaye unaendelea kuinua mikono ya Musa wako ambao ni Apostle Ezechiel juu ya huduma hii. Huduma hii inategemea sana sadaka. Huduma inapotegemea sadaka, ndivyo ambavyo tunazidi kuinua na kuipandisha juu. Sasa sadaka ni nini? waweza ukapata kujua sadaka ni roho yako sasa unapotoa sadaka manake unaituma roho yako ikainue huduma hii sasa umefanya vitu vingi na unaendelea kufanya niseme usichoke usichoke kufanya maana bado tena tunaendelea tarehe ishirini na nne mwezi huu wa nne tuna kongamano kubwa tena la kupokea ugeni kutoka kenya lakini niseme jiandaye na uwe tayari sasa nikutamkie baraka popote ulipo uliyekuwa unaomba maombi yako na umetuma sadaka yako. Mwingine umetuma sadaka yako, neema ya Mungu iwe juu yako baba, katika jina la Yesu aliye hai. Tumeshaingia sasa tarehe moja mwezi wa nne mwaka mpya huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Huu mwezi wa nne ni mwanzo, ni mwanzo wa biashara, ni mwanzo wa matokeo makubwa, ni mwanzo wa mafanikio, ni mwanzo wa neema kubwa na kibali kikubwa juu yako. Ninakutamkia mafanikio makubwa ndani ya tarehe moja ya mwezi wa nne huu mwezi, mambo makuu manne yakatokee kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Mambo makumi manne ya mabaraka, mambo makumi manne ya mafanikio, mambo makumi manne ya kibali yakatokee kwenye maisha yako, ukawe mwezi wa kushangazwa, maana yako mengi ya furahishao na ya baraka yenye mema na kibali kwa jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe popote ulipo ingiapo na utokapo, na familia yako ibarikiwe, uzidi kuwa mtu wa neema na baraka zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. I love you.